Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wananchi, hatuna budi kumrejeshea Mwenyezi Mungu sifa na shukrani zetu kwa kutujalia kukutana leo hapa kwa jambo hili tunalo nishangilia leo. Leo ni siku nyingine ya kihistoria katika nchi yetu, na ni siku tuliyokuwa tukingojea kwa hamu na shauku kubwa kipekee tunafungua ukurasa mpya katika historia usafiri, katika na na Segirema, kwamba, ya usafiri kati ya Kigongo na Busisi na alipofika Sengerema akapata taarifa kwamba moja katika mitungu iliyokuwa imeondoka kwenda kule umezama, watu wamefariki. Lakini kutoka hapo alipokuwa rais wetu ndio akasema sasa ile shida na tabia za watu kuzama, sasa basi akajana wazo la kujenga daraja hili na bila shaka shida ile iligusa Mheshimiwa Rais wetu marehemu kwa namna pekee, na kama nilivyosema, ndivyo akapata wazo kuna mradi huo, na mimi baada ya kuondoka kwake nikasema nitasimama imara kuhakikisha maono yake yanatimia. Nilifanya <Milikone, tos> hivyo kwa kuwa ahadi yangu kwa Watanzania ilikuwa ni kuendeleza mema yote ya awamu zilizopita na kuleta mema mengine mapya. Na kwa neema ya Mungu, serikali tumeweza kuitekeleza ahadi hiyo. Ndugu wananchi, leo tunaandika historia mpya ya kuhakikisha hadithi za kusikitisha kama ile iliyoshuhudiwa na Dr. John Pombe Magufuli zinaondoka. Tupo hapa kwa ajili ya sherehe ya ufunguzi wa daraja la Kigongo Busisi. Nitumie kusanii kutoa shukrani zangu za dhati kwa waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdallah Ulega kwa kutualika na kunialika mimi kwa mahususi kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu na la kihistoria kwa nchi yetu. Tunakushukuru sana. Ndugu wananchi, miongoni mwa vitu nilivyoahidi nilipokabidhiwa dhamana ya kuongoza jamgu r ya mgama tanzania ni kukamilisha miradi ya kimkakati ikiwemo mradi huu wa huku ufusisi nilipokea mradi huo umefikia asilimia 25 na kwamba fedha milioni 152 zimeshalikwa kati ya bilioni 78 tumeweza na kukamilisha daraja hili lenye muhimu mkubwa kwa mikoa ya mwanza miika shinyanga Kagera na Kigoma na kanda nyingine mbalimbali zinazounganisha nchi yetu, na hili ndio furaha na faraja yangu kubwa, na tunayo kila sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika hatua hii. Daraja hili limejengwa kwa lengo la kuunganisha barabara kuu ya Usagara na Sengerema katika Ziwa Victoria ambayo ni barabara muhimu katika ushoroba wa kiuchumi inaendelea kujengwa lakini, leo tumeanza kutumia reli hiyo mpaka Dodoma kwenda na kurudi kwa treni zote na pole na ya haraka. Mheshimiwa Rais, ongera sana kwa kazi nzuri hili. Meli yetu MV Mwanza iko pale, imekamilika, kasubiri tu maamuzi ya wataalamu ili liyesherekewe kama leo hili. Flyover tumeanza kutumika na ulisisitiza sasa kwamba katakewakisho kwa katika kitini hiki miradi ya maendeleo ya jamii ya huduma za jamii maji, elimu, afya, kilimo, umeme na ujenzi wa barabara, miradi hii teteleza hawa Watanzania wenzangu, hawa walioko hapa ni mashahidi kwamba miradi hiyo ya huduma za jamii imetekelezwa kwa kiwango kikubwa. Leo hii mpaka vijijini Watanzania wanafurahia miradi hiyo. Mheshimiwa Rais umefanya kazi kubwa, unapofika leo mkoani Mwanza hapa mpakani na Geita. Tumefika pale umefungua daraja na, na watanzania wanaanza kupita juu ya daraja jipya. Pongeza sana masumane supijemapopa ietu <tipu. tipu>. Amefanya kazi kubwa nzuri. na na watanzania wenzangu tumeendelea kusema mambo ya mengi mama ametenda na yeye mmeona, no jamazaganializa hamjaona? mmeona Mmeona, mmeona, mmefurahi. Tunamuachaje Dr. Samia mwaka elfu mbili ishirini na tano hii? Tunamuachaje Dr. Samia mwaka elfu mbili ishirini na tano hii? Oktoba tunafanya nini? Oktoba tunafanya nini? Tuna zima zote tunayuwasha hizi. Tanzania oye oh, yeah. Dr. Samia suhu wa sani oye oh, yeah. Samisas ilikuwa azima Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kukamilisha miradi ya kimkakati ikiwemo mradi huu wa Kigongo Busisi. Nilipokea mradi huo umefikia asilimia 25, na kwamba fedha bilioni 152 zimeshalipwa kati ya bilioni 710 tumeweza kuendeleza na kukamilisha daraja hili lenye umuhimu mkubwa kwa mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Kagera na Kigoma na kanda nyingine mbalimbali zinazounganisha nchi yetu. Na hii ndio furaha na faraja yangu kubwa na tunayo kila sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika hatua hii. Daraja hili limejengwa kwa lengo la kuunganisha barabara kuu ya Usagara na Sengerema katika Ziwa Victoria ambayo ni barabara muhimu katika ushoroba wa kiuchumi katika kanda ya Ziwa. kullukum raain wa kullukum masuulun an raiyatihi, ni nyinyi nyote ni wachungaji na mtaulizwa kwa vile mlivyovichunga. Mheshimiwa Rais, wewe ni mchungaji mwema, na ndio maana yote uliyoyaahidi kwa Watanzania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 tunafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha ya kwamba tunaunganisha jambo hili liweze kufanyika kama unavyoelekeza. Aidha, tunaomba idhini yako ili vivuko vitatu vilivyoko hapa kidogo Busisi ambavyo vilikuwa vinatoa huduma viende kutoa huduma katika maeneo ya Kwatani, kivuko cha MV Misungwi iende kule Kitori ya Rugezi, yaani wilaya ya Ukerewe, MV Mwanza iende kule Nyakarilo Koome Sengerema na endi Sengerema iende kule Kanyala Kasalazu, yaani Sengerema. Mheshimiwa Rais, yako mengi ya kujivunia katika sekta ya elimu. Katika kipindi chako cha miaka hii minne serikali yako imeleta fedha shilingi bilioni 20, kwa ajili ya miradi ya sekta ya elimu, lakini pia kwa ajili ya sekta ya afya. Katika kipindi chako kifupi cha uongozi mkoa wetu umepokea fedha shilingi bilioni 74 kwa ajili ya ukamilishaji, uendelezaji wa miundombinu, vifaa tiba na maswala ya namna hiyo. Mheshimiwa Rais, wakati so naelekea kukamilisha salamu zangu hizi, ninaomba ukubali nitoe tena shukrani kwako, kwa sababu tulipatwa na janga kubwa la magugu maji. Nyota tano, daraja la nyota tano, kama, kama tulivyo na hoteli nyota tano ni daraja la nyota tano, ni daraja ambalo litafanya kazi kwa miaka zaidi ya mia moja. Kwa hiyo limechukua futuristic design, limechukua viwango eh, vya usalama ambavyo havijafikiwa hata na hizi barabara mbili zinazounganisha ET4. Nyota tano maana yake nini? Usalama, eh, uwezekano us wa ajali hapa umepunguzwa kabisa. Ukiangalia kuna njia mbili zinakwenda njia mbili zinarejea. Kwa hiyo, uwezekano wa kitu inaitwa head on collision umeshushwa. Risk ya head on collision ni karibu zero. Kwa sababu hata overtaking inafanyika upande mmoja, magari yanayoelekea upande mmoja. Njia zikiwa mbili peke yake, overtaking inafanyika kwa kukabiliana na gari linalokuja upande wa pili. Jambo lingine linalofanya kwa nyota tano ni mgawanyo wa traffic kwamba kuna waenda kwa miguu, kuna pikipiki piki, kuna magari unapochanganya uenda kwa miguu na magari ambayo yana energy kubwa. Kwa kiukweli, nimpongeze mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa hiki alichokifanya katika kuzindua daraja hili ambalo lilikuwa ni kero kubwa sana kwa abiria ambao walikuwa wanatumia kivuko. Mara nyingi vivuko vilikuwa kiharibiwa na, na magugumaji, e, yakiwa, ya, kipaki ya maferi, basi abiria wanapata shida na hadha ya kuvuka kwenda upande wa pili. Na, kabla ya kujengwa daraja hili kazi ya usafiri katika kivuko hiki ilikuwa ni ya shida, kwa hiyo ilikuwa katika mazingira ya hatari lakini sasa daraja hili tutapita moja kwa moja katika hali ya usalama. Daraja hili limetupa wepesi wa kufanya shughuli zetu hususani shughuli za kiuchumi. Tulikuwa tunapata wakati mgumu unapofika hapa feri, pengine feri moja imeharibika, unapata wakati mgumu sana wa kwenda kupata bidhaa. Na hesabu 3 2 1 Tanzania.